Kama vile changamoto ya kuwa na na hedhi nyepesi, fanya haya yafuatayo yatakusaidia. Moja, kula lishe bora, kula ma, ma, uh, lishe yako hiyo na madini hiyo na madini ya chuma, lakini pia kula uh, vitamini C yani, matunda yenye madini ya vitamini yenye vitamini C. Pili, hakikisha unafuatilia mzunguko wako wa hedhi kama dalili zingine zinazoambatana na hedhi nyepesi. Tatu, ondoa ama epuka mawazo, fahamu kwamba changamoto ni sehemu ya maisha, ili maisha ito maisha lazima kuwe kuna changamoto. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida na si wewe peke yako kuna kukumbana na changamoto. Sasa, hedhi nyepesi ni hedhi gani? Hedhi nyepesi ni hedhi ambayo unaipata ndani ya siku chache, mara nyingi huwa ni siku mbili, lakini pia inaambatana na damu nyepesi sana, na mara nyingi pia damu yenyewe huwa ni matone tu kadhaa, na damu hiyo inafanana na damu hii ya ile ya, ya implantation damu ambayo hutokea mara baada ya yai lililorutubishwa kwenda kujishikiza kwenye mji wa mimba.